Lakini wachilia mbali mambo haya ya uchawi ambao kwamba ulolishwa kwamba ni uchawi hatari kabisa kwa njia ya ndoto au kwa njia ukiwa macho, ambao kwamba dawa yake tumeeleza hii ni faku. Lakini kuna uchawi mwingine ambao kwamba hapa wanaeleza ulamaa, pia ambao kwamba unakuwa ni uchawi ambao kwamba unaitwa sihru nuhs. Tunaeleza kwamba uchawi huu ambao kwamba unatumika toban kuletwa ndani ya mwili wako kupitia mashaitani suko ule uchawi alafu, washirikina na utuma kupitia mashetani. Kwa hivyo unakuwa ndani ya mwili wako una uchawi ule, alafu unaola mashetani maovu, wanakutesa, wanakusumbua, wamekuchafua, si wamekutia nuksi, si wamekutia zohali, si madude gani, matakataka gani hayo, nayo ina dawa yake, ambazo kwamba zote hizo ulama wamezieleza. Hakuna kitu ambacho kwamba katika Uislamu ambacho kwamba hakipo sisi tukakufanyia wepesi kabisa wa kutengenezea dawa hii Halzun Buhur, ambao kwamba hii ni ya kujifusha, ukisha baada yake unaogea. Lakini kwa wale watu ambao kwamba nyumba zao hazikaliki, kuna mashaitani kuna vibwengo kuna mazingara ya kupwa na ya kujaa, watoto wanaoweseka usiku na vitu kama hivyo, wafushe watoto, kisha baada yake waogee, kisha ndani ya nyumba fusha vipembe vyote vya nyumba kisha upate na mafuta haya mazuri kabisa ambayo kwamba yamefanyiwa visomo vya rukia, ambayo kwamba ni mafuta makali kabisa haya, ambayo kwamba ukijipaka tu hakuna shetani kwanza yote muovu ambao kwamba anaweza kusogelea wala hakuna mchawi yote ambao kwamba anaweza kusogelea wala hakuna kibwengo chochote ambacho kwamba kinaweza kusogelea, ukijipaka mafuta haya, inaitwa halzun. Kwa hivyo usiendelee kuteseka, usiendelee kupata tabu. Ukipata dozi yako hii kamili kwa uchawi wa tumboni utapata hii hapa. Uchawi wa mwilini utapata mafuta haya mazuri kabisa, yanaondosha nuksi, yanaondosha mambo ya ma, uchawi wa hasad na vitu kama hivyo, na hii ni kujifusha. Basi biidhnillah taala, kwa uwezo wa Allah, subhanahu wa ta taala, utapona kabisa na utakaa sawa. E, sisi tuko Dar es Salaam hapa Tanzania, kwa loko Dar es Salaam. Unaweza kuwasiliana na sisi ukaja hapa kitoni kwetu au tukakutumia huko ambapo kwamba kwa amba uliko, na walioko mikoani pia tunaweza kuwatumia, na pia walioko nje ya nchi pia tunaweza kuwatumia. Wasiliana nasi tuweze kusaidiana biidhni llahi taala.